Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Light FM, tupo ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Paulo na tunaangazia maisha ya chuo kikuu. Swali letu la siku ya leo ni ni mambo gani kuhusu maisha ya chuo kikuu ambayo ulielezewa kisha baadaye ukaja kugundua ya kwamba si ukweli ama yalikuwa ya ukweli? Hebu tusikilize. Oh, pole sana. <laughs> <laughs> Nimeanza kufikiria vitu mingi niambia naanza kuintroduce aje? Unajua nilikuwa naongoja swali. Kuna marafiki wengine waweza pata wa kuangamiza <laughs> Kwanza kabisa, kwanza kabisa

They're there but uh, they're not of the standard enye tuliambiwa tuliambiwa watakuwa you know they'll be well built they'll be looking good sioni I can't see such men here tumeshangaa <laughs> sana But one thing they told me that was actually right was that when you come to university you'll get to grow yourself mentally, physically, and spiritually. And that's true. As you can see, I look good sikuwa nakaa hivi 11 ama nikiwa high school, so that is very true nikiwa shule ya upili, inaambia usijali, tulia tu, tulia, wajua, ukifika ukifika chuo kikuu weza fanya kitu chochote ambacho wataka, utakuwa msichana mkubwa, weza kuwa eh, walikuwa ni Miss Independent, we. Kwanza kabisa nilikaa hapa niliingia hapa chuo kikuu kwanza, hakuna eti sijui amani eti sijui wawezaishi peke yako kufanya chochote ambacho wataka, hakuna kitu kama hicho sawa. Kwanza ile maisha inakupiga hivi <laughs> ukisota, watamani uwe na hata shilingi kumi, ulambe sukari nyeyo tu kwa sasa <laughs> kutoka kwangu <laughs> kwangu ni freedom. Niliambati kuna freedom nikikuja campus but freedom kutoka kwa wazazi, kutoka kwa shule, mi sijone hiyo freedom at all. but all in all, we go with what the world is giving us. Tuko tu tunaendelea, maisha inasonga. Uh, mi niliambiwa nikikuja campus eh, nisome nikuje campus, wasichana watanifuata eh, ndugu yangu bwana, wasichana wajanifuata hadi leo tuko uh, na evidence iko hapa, hata kwa hii karatasi nilikuwa nimeambiwa nikifika campus maisha itakuwa rahisi vitu zitakuwa rahisi, eh, lakini nimefika huku nikapata manzi, lazima usome, si kama vile niliambiwa uwezi soma. And again, niliambiwa eti ukifika campus wasichana ni wengi watakungangania, eh, lakini nimegundua lazima ukuwe na pesa manzi. Uh, ukienda campus hakuna kusoma, but the most challenging part ni kupewa soup uh, mingi na kukua below average. Ingine ni kufanya unit ya fourth year ukiwa first year. Imagine nilifanya hiyo unit kwa sababu classmate wenye nilikuwa na wajua walikuwa fourth year by that time, ilibidi nimefanya hiyo unit ya fourth year na mimi fresha. oh my God! <laughs> <laughs> Nilipokuwa nikijiandaa kuja katika chuo cha Biblia kwa mawazo yangu nilikuwa na fikira tofauti tofauti, mambo tofauti ambayo nilitarajia ya kwamba uh, kama vile nimekuwa nikiambiwa nikiwa kanisani, ukiingia katika chuo cha Biblia ni kusifu, kuomba, kuabudu Mungu na mambo yote yanayohusu kanisa na uh, pia Biblia tunasoma kuanzia Genesis up to Revelation. Uh, lakini to my surprise, nilipoingia hilo darasa. Biblia, ninapata tu nikiwa naenda kusoma Old Testament introduction intro, uh, sana sana exegesis na New Testament. Haya mengine yote philosophy, systematic theology mali una philosophize, eh, my Lord. Eh, systematic and you systemize philosophy there are those things that one is told you know, the expectations of campus that you have freedom uh, you'll go you no know, there's no restrictions and uh, yes the freedom is there because you're not controlled in terms of movement. Uh, nobody pushes you around to attend lectures but uh, kidogo kidogo unajipata jipata pale uh, kuna cuts. Kuna pass marks, kuna soups, kuna kufel. Na sasa, hizo vitu zinakwambia lazima tena usome. Chakula iko poa but eh, kidogo kidogo lazima uilipie musoto, nayo ndio hiyo so, <laughs> that's campus right? It has bitter sweet there's very nice expectations but sometimes uh, the freedom that is promised uh, adds up going with uh, the demands of the units that you have Hayo basi yamekuwa maoni ya baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha mtakatifu Paulo. Wewe unayotazama yako ni yepi? Ungana nasi katika kipindi kijacho, tuelezane mambo mawili matatu. Nimekuwa wako Stacy Ayub, na hii ni Light FM, sauti ya jamii.